tumeingiliana kupita kiasi, mpaka tunazungumza lugha moja. Huo ni undugu ulioingia katika mizizi. Siasa kando, dhihaka kando. Ndugu zetu wa Tanzania, linatuuma sana kuona mahali mlipofikia, unyama wa rais wenu ulipofikia ni uchungu sana. Mimi kama mimi sikudhania kama mama Suluhu ataingia katika shimo lililochimbwa na wenzake. Ameingia mzima mzima, na najua mahali amekaa mama Suluhu anajuta, lakini inabidi aoneshane kucha za pawa, na lazima aoneshane kwamba yeye si mwanamke, ila amekaa katika meza ya wanaume, na lazima aamue na afanye kama mwanaume na anataka uongozi Watanzania. Ndugu zangu, poleni sana kwa wamama waliopoteza watoto wao, poleni sana kwa wanawake ambao watoto wao wako ndani. Nazungumzia wanawake kwa sababu sisi wanawake ndio watoto wanaolala ndani ya matumbo yetu, sisi ndio tunasikia uchungu wa mzazi ambao unaujua. Naomba mfunge tumbo lenu Mulikaze kamba kabisa, kwa sababu tumbo walauma maovu na mabaya na machungu yatakapomfikia mwanaye, inauma sana kuona. Kuna watanzania wameshikwa kwa sababu ya kucheza tu dansi, kuna watanzania wameshikwa kwa sababu ya kuchukua hichi kisimu na kuambia wenzao jamanini, kama mtaandamana kesho, twaomba muvae mask, muchukue maji na mujiprotect ni jambo la kusikitisha sana katika karne ya ishirini na moja bado kuna uongozi wa kibepari ambao ulifanyika miaka ya sitini, miaka ya sabini, na wakati huo alikuwa marehemu Nyerere, na hakutumia uongozi kama wao dhidi ya watu wake. Kiongozi ni yule anahurumia watu wake watakapofika mahali ambapo hawana hata cha kujilinda wao huyo ndio kiongozi na kiongozi ni yule analinda watu wake dhidi ya wao wenyewe. protecting yourself, your people, even against themselves. That is a leader. Ni aibu sana kuangalia uongozi uliletwa na wazungu kwa wanawake ili kupata kutawala dunia kiurahisi, kwa sababu sisi wanawake tunaambiwa akili zetu akili ya mwanamke mmoja ni kama kondoo mia moja. Mama Suluhu ameprove kwamba yeye ya akili yake ni ya kondoo mia moja, kwa sababu angekuwa mwanamume katika kiti chake hangefikiria kama vile mama Sulu angefikiria. Kiongozi ni yule ambaye alikuwa wakati wa Said na Omar radhiallahu anhu ambapo alikuwa anahurumia mtu wakati amefika katika sehemu ambayo hawezi tena hata kujisimamia, lakini sisi viongozi wetu watakavyokuona umedhalilika, umeisha, hauna chochote, ndipo pale wanasikia raha. But kitu kimoja nataka niwaambie Watanzania, yote yamefanyika, yote yameenda lakini kitu mmemuonesha Mama Suluhu kwamba hamuko tayari kufa mkiwa mumepiga magoti, kwa sababu mtu ambaye yuko na powers zote, majeshi, polisi na kila kitu, lakini anaogopa mwananchi ambaye ana silaha yoyote na anamletea mapolisi, yuko tayari kumnyanyasa na kitengo chochote kile cha sheria. Watanzania, mumeshinda. You have won. Continue winning my friend na mukae mkumbuke hakuna amani inayokuja bila ncha ya upanga. Peace, it has a price that you are going to pay and you are going to pay that price. Mutailipia hiyo amani kwa damu za watoto wenu, kwa kuharibika kwa vyakula vyenu, mashamba yenu, na mutazika sana, lakini mwisho wa kupita amani itapatikana. Lakini kaeni chini, mkumbuke, hiyo amani ikipatikana, mtapata wanasiasa kama ambao tuliwapata sisi. Hawatawahi simama katika jukwaa siku moja waseme kwa nchi ambayo tuko nayo leo, kuna watanzania walikufa, kuna watanzania walidhalilishwa. Sahau hiyo, viongozi wenu hawana tofauti na wafanyabiashara wetu. Wao wakiona wanasiasa wetu wamewekeza nchi za magharibi, wanaiba pesa zetu za ushuru wakipeleka nchi ya magharibi maakaunti. Wanasiasa wa Tanzania pia wanataka wawe na mandege wawe na vitu na wawe na mambo ya kufanya kama wanasiasa wetu. Kwa hivyo watakuja wengi, mutamwaga damu nyingi, mutatumiwa, hisia zenu zitatumiwa, zitaanikwa nje na wanasiasa lakini kama mumeanza hii safari musisite. Mama Suluhu wakati wake ataondoka, kutakuja mwingine, lazima mutengeze Tanzania ambayo inatakiwa. Mama Suluhu amekuwa na nchi nzuri sana, vyama viwili lake, alikuwa kusikiza Watanzania na kuacha yoyote ambaye anayetaka kuwania kiti awanie kiti yeye ndio yuko kwenye kiti, yeye ndo alikuwa aamue, kama yeye ndo atashinda ama siye, lakini aoneshe watu kwamba demokrasia imepita. Lakini kwa upuuzi anaofanya mama Samia Suluhu na Kikwete na wengine, ndiyo mumeletea Watanzania madhara. Wazungu watachukua hayo mapungufu, Ma NGO yatashuka Tanzania, na hamutaamini madhara ambayo mumeletea Watanzania. Baada ya Mama Suluhu akimaliza wakati wake wa utawala, atakwenda kuishi Marekani na watoto wake, atakwenda kuishi Kanada, atakwenda kuishi nchi nyingine na watoto wake, lakini watakaoteseka ni Watanzania. Nampa kongole sana kijana wa Mama Suluhu ambaye amekaa katika kiti cha kuhakikisha hadhi ya mamake inapatikana kwa njia ya kudhulumu Watanzania Watanzania watakufa, mtawadhulumu, mtawaua kama vile si ndugu zenu, lakini kaeni chini mkumbuke Mungu, saa zingine huchelewa, lakini kufika atafika. Hata sisi Kenya tuliamu, tuliamini kuna watu walikuwa wataishi milele, lakini tumewazika, wiki kadhaa zimepita, na tutaendelea kuzika kwa sababu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa, ni nani ambaye hatakufa? Mitume wa Mwenyezi Mungu walikufa, waliokuwa wakiongea na malaika Gabriel walikufa. Wewe ni nani? Kwa hivyo, Watanzania poleni sana, ndugu zetu. Inaniuma sana kuona watoto wa kitanzania ambao wamezaliwa katika ardhi ya kitanzania badala wahurumiwe na awalete mbele yake azungumze na wao. Mulifanya hivi? mulikuwa munahitaji nini? Mulifanya hivi? mulikuwa munataka kubadilisha nini? Ni nini munataka mimi nibadilishe kama rais wenu kuliko kufanya hivi? Lakini munawavua nguo, munawapiga, munawadhalilisha, munawaweka bila chakula, mnatumia katiba ambayo mulitengeza nyinyi kuwadhulumu Watanzania. Ngoma imeanza Watanzania, na si nyinyi mlikuwa munatucheka sisi kwa sababu ya masufuria. Watanzania wanataka kuona barabara Kigoma, mipaka iliyoshamiri mashamba yanaoendelea. Watanzania wanataka kupeleka watoto wao skuli ambao kila mtoto atakuwa na uhuru wa kuzungumza akili yake. Dunia imesonga, Tanzania iwezi baki nyuma. Tuko nyuma yenu Watanzania, tunawaombea Mungu na daima mkumbuke amani ina bei utakayoilipia, mumeanza kulipia amani yenu. Kuweni tayari na muwe na makini sana na mashirika yasiyokuwa ya, ya kiserikali ambayo yanakuja Tanzania. Nafikiri munatufahamu sisi wa Kenya ni kina nani. Chungeni sana Watanzania. Mungu awabariki, Mungu wailinde Tanzania na Mungu awape wa, wa Tanzania amani.